Askari hawezi kutosha kwa kila kona, lakini wao kupitia vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo wataviunda katika maeneo yao vitasaidia, na huyu askari ambaye tumemweka pale, yeye kwenda kutoa elimu na kuwasimamia kwa karibu ili wahakikishe kwamba wanafuata na zile taratibu zote za kisheria yeah, wanapokuwa katika yeah, maeneo yeah, yao. Kwa hiyo niombe sana eh yeah, mheshimiwa RAS kwa maana kwamba kama kuna kuna lolote ambalo linakuwa tofauti, basi mnatujulisha, maana na yeye ni sehemu moja kubwa ya kutusaidia sisi sisi kupitia dhana ya polisi jamii kwa kipindi chote hicho, imesaidia nini? Sisi kwa upande wetu tunaona kwamba imesaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana kwamba wananchi wametuelewa, wana na wamekuwa katupa taarifa za uhalifu katika maeneo yao, na sisi tunaweza kuwahi pale kwenda kujifanyia kazi, na vile vile kama wao walivyo na wajibu, vile vile kuhakikisha kwamba maeneo yao yanakuwa salama. Kwa hiyo niwaombe sana e, na vile vile mtupe ushirikiano wote ambao mtaona unafaa Tunashukuru, katika mkoa wa Geita tumepokea ujumbe kutoka jeshi la polisi makao makuu. Ujumbe huu unaongozwa na Commissioner Faustine Shilogile, kamishna wa polisi jamii, na nia na mazumuni wapo katika outreach program. Kama tunavyofahamu kwamba polisi jamii ni wajibu wetu sote, nia na mazumuni ya ugeni huu ni kuja kutoa elimu ya kubaini na kuzuia uhalifu kabla haujajitokeza. Tumeamua kutumia njia ya elimu kabla ya kuanza kwenda katika kukabiliana na uhalifu, kwa sababu njia hii itatuwezesha kupunguza gharama kwa wananchi, lakini gharama kwa serikali na kupitia programu hii, wananchi wa mkoa wa Geita watanufaika namna gani waweze kubaini uhalifu wa na namna gani ya kukabiliana na changamoto za uhalifu. Tunatambua kwamba katika mkoa wa Geita kupitia polisi jamii tunaendelea kuimarisha hali ya usalama, na usalama umeimarika, matukio mengi yamepungua kwa sababu wananchi wamejiweza kujitambua au kushirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa mapema. Hali ya usalama mkoa wa Geita kwa ujumla wake ni shwari, na tunaendelea vizuri na ushwari huu uh, haujatokea tu kwa kulala usingizi. Tunaamini ni kutokana na mahusiano bora ya jeshi la polisi na wananchi, na hatimaye leo Geita imekuwa salama, watu wanaendelea na shughuli zao masaa ishirini na nne uh, kwa kutambua uh, kwamba mahusiano ya jeshi na wananchi yamesaidia katika kuhakikisha kwamba usalama unaimarika una mkoa wa Geita, jeshi la polisi Tanzania makao makuu kitengo cha community engagement chan, yani kitengo cha polisi jamii wameona umuhimu uh, huo na kwa kuona umuhimu huo uh, wamekuja kutupa support kwa kuendeleza kile ambacho sisi tunakifanya katika kushirikiana na jamii kila siku, wanamuona Sengi anaongea na jamii lakini akija sasa kamishna mwenyewe na mwenyewe anaongea anaongeza kuongea na jamii basi tunaamini Geita yetu tutakuwa kama tuko katika dunia nyingine ambayo uhalifu hakuna. Lakini swala la usalama yu, a, mekuja, ni swala mtambuka. Kwa hiyo afande amekuja, mimi nilikuwa naongea tu mara nyingi naongea na wananchi na wananchi, lakini afande amekuja yeye na program ambayo ataongea na viongozi wa dini ataongea viongozi wa chama, ataongea na watendaji wa kata na watendaji wa serikali, lakini pia ataongea na wananchi. Kwa hiyo anatanua wigo wa kile ambacho tuna